Mwongozo wa kujifunza Biblia, Machi 31 mwaka 2025, siku ya Jumatatu. Leo tunaenda kujifunza mada inayosema Mungu anataka kueleweka. Hakuna kinachovunja moyo kama kuhitaji kuwasiliana haraka, huenda kwenye kliniki au duka la dawa, ukiwa katika nchi ya kigeni ambako huzungumzi lugha hiyo kabisa. Unajua unachohitaji kusema lakini huna msamiati wa kutosha ili kukisema. Kwa Mungu tatizo tofauti linatokea. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, anasema kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu Isaya 55 aya 9. Tatizo si kwamba Mungu hana msamiati wa kuwasiliana nasi. Tatizo ni kwamba hatuna msamiati au uwezo wa kiakili wa kumwelewa kikamilifu. Vifungu vifuatavyo vinapendekeza nini kuhusu ufahamu wa Mungu kwa kulinganisha na wetu? Kifungu cha kwanza Zaburi ya 139 aya kwanza hadi ya sita. Kifungu cha pili Zaburi ya 147 aya 5. Kifungu cha tatu Warumi sura ya 11 aya 33 na tatu. Kifungu cha 4 Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya 20. Ukweli wa mambo ni kwamba hatutaelewa kikamilifu mawazo ya Mungu kwa sababu yeye hana ukomo na anajua mambo yote. Hata hivyo hatuwezi kuelewa kila kitu kuhusu uumbaji, tunawezaje kumwelewa kikamilifu muumbaji wake? Hatuwezi. Ingawa hatutaelewa kila kitu, tunaweza kuelewa kile kinachohitajika kwa ajili ya wokovu wetu. Tazama Waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya 14 na 15. Mitume walipofafanua injili kwa wasikilizaji wao, mara kwa mara walirejelea unabii uliotimia ambapo tunaweza kufikia hitimisho kwamba mojawapo ya makusudi makuu ya unabii ni kueleza mpango wa wokovu. Kwa hakika, mwishoni, unabii wa Biblia lazima hatimaye, kwa njia moja au nyingine, utuongoze kwa Yesu na ahadi ya wokovu anayoitoa wa kwa wanadamu wote. Hata hivyo, Bwana ambaye katika yeye vitu vyote viliumbwa, tazama Wakolosai 1:16 Yohana sura ya kwanza ya kwanza hadi ya tatu. anashuka duniani na kisha kujitoa mwenyewe kama dhabihu msalabani kwa ajili ya dhambi za kila mwanadamu, hata mbaya zaidi. Hivyo ndivyo Mungu anavyotupenda sisi sote baada ya kufanya hayo yote kwa ajili yetu Bwana bila shaka angetaka kila mtu pamoja na wabaya kujua kile anachotupatia katika Yesu, na unabii unaweza kufanya hivyo hasa, ingawa ndiyo kuna mengi ambayo hatujui. Kwa nini ni muhimu kujikita sasa katika kile tunachojua na kufuata kile tunachojua kinyume na kuhangaikia kile tusichokijua? Hii ni Machi 31. Mungu atubariki sote na karibu tena.